Uh, nianze na gazeti Majira hapa. Gazeti huru la kila siku lenye limeandika, serikali yajipanga vyema bima ya afya kwa wote. Uh, Waziri Mchengerwa anika uh, mikakati asema mpango uh, kama tunavyojua jana waziri wa afya ame, amezungumza na wahariri pale jijini Dar es Salaam anika mikakati asema mpango umejikita kuyafikia makundi maalumu ya kimkakati asisitiza hakuna hospitali kuzuia maiti. Ukurasa wa nne gazeti hili hili Majira limeandika utapata undani wa taarifa hiyo, lakini Profesa Mkumbo anasema serikali imejipanga kutekeleza dira 2050 undani wa taarifa hiyo ni ukurasa wa nne gazeti Majira utapata kusoma pale lakini, Samia kushiriki mkutano wa duniani eh, wa serikali 2026 ukurasa wa nne, undani wa taarifa hii. Serikali yafunguka kuhusu uhuru wa mahakama nchini, eh, ukurasa wa nne pia. Gazeti Majira limeandika waziri Gwajima asisitiza uwajibikaji na utoaji huduma bora, ukurasa wa tano utapata undani wa taarifa hii mwili uliokatika vipande waokotwa relini Tabora eh, ukurasa wa tatu, utapata undani wa taarifa hii kwenye gazeti hili Majira, gazeti huru la kila siku. Hii ni taarifa ambayo hatajana tumeisikia kwa uzuri kabisa, eh, ni yule aliyekutwa amefariki relini pale usiku wa kuamkia Jumapili. Ukweli kuhusu kifo cha ubongo mm, ukurasa wa kumi na kumi na moja utapata undani wa taarifa hii. ni malizia na taarifa kwenye gazeti hili Majira ya kimataifa, anasema Ujerumani yakemea Iran kutaja jeshi la EU kama magaidi, ukurasa wa 19. Gazeti Majira limeandika hivyo Ge, kando gazeti Majira nikamati gazeti Mwananchi Tanzania limeandika siku ya sheria 2026 ujumbe wa haki hekima watawala, ukurasa wa nne, gazeti hili Mwananchi Tanzania umeandika taarifa hiyo. Lakini bajeti ya 2026 2027 kubana utegemezi, ukurasa wa pili, gazeti Mwananchi limeandika hivyo kiama wapigaji bima afya kwa wote ukurasa wa tatu, undani wa taarifa hiyo. Robo tatu kidato cha nne waambulia alama efu hisabati ukurasa wa tatu, gazeti mwananchi Tanzania limeandika hivyo. Udumavu bado janga kwa jamii, ukurasa wa kumi na nne gazeti mwananchi, utapata undani wa taarifa hii. Eh, kamata kamata makandarasi ya zua gumzo eh? Jamani, ni ukurasa wa tisa gazeti hili mwananchi utapata undani wa taarifa hii. Lakini ahadi gridi ya taifa ya maji yatoa mwanga mpya ukurasa wa kumi na tatu gazeti mwananchi limeandika hayo eh? Niweke kando gazeti Mwananchi, Tanzania kiganjani hapa. Nisogeze gazeti Nipashe, mwanga wa jamii A, kilele siku ya sheria. Serikali nasema ni marufuku kuzungumzia Oktoba 29, lengo kutotonesha vidonda kwa waathirika. Wakili mwabukusi ataka viongozi kuchunga kauli zao zinazoibua hisia kwa wananchi. Jaji mkuu aahidi utawala wa sheria, ulinzi rasilimali za taifa. Ukurasa wa pili gazeti hili ni Nipashe, utapata undani wa taarifa hii. Lakini asilimia 60 ya watoto wanaishi katika ndoa zilizovunjika. Eh, ukurasa wa nne gazeti hili Nipashe limeandika hivyo. Namna majoho yalivyogeuka mwiba kitega uchumi vyuoni. Eh, ukurasa wa 18 gazeti hili Nipashe mwanga wa jamii. Lakini serikali kukopa trilioni 15 kutekeleza miradi elfu mbili ishirini na saba 2029. Shinikizo la damu katika ini ni tatizo linaloathiri wengi, ukurasa wa tano gazeti Nipashe limeandika hivyo. Lakini waziri atangaza nguzo tatu za kulinda bima afya dhidi ya ulaghai. Nguzo ha, gani hizo? Ukurasa wa tatu utapata undani wa taarifa hii eh? Limeandika kwa uzuri kabisa. Kwa asubuhi hii ya leo, tafuta nakala yako, ili upate kujua kile kilichoandikwa kwenye hizo kurasa ambazo mimi nakupenyezea hapa, ili upate undani wa taarifa hiyo. Nigeuze nyuma na nianze Uh, Mwanaspoti hapa ameandika hili ndilo tatizo Simba baka fichua aliyeua eh. Ukurasa wa pili wa kumi na mbili wa kumi na tatu na wa kumi na nne umeandika taarifa hiyo iduku eh, uh. Mwembe hapa anasema hisia zangu half time Simba ya mo ameandika hapo, lakini second half ya mangungu yaani, half time ya kwanza ya Simba ya moo na ya mangungu imekuwaje? E, utapata undani wa taarifa hii kwenye ukurasa wa kumi na tano gazeti hili e, Mwanaspoti limeandika hivyo. Miaka tisini na moja Yanga ikiweka rekodi e, ukurasa wa pili gazeti Mwanaspoti ni wivu ama vipi? E, gazeti hili Mwanaspoti ukurasa wa ishirini utapata undani wa taarifa hii. Maajabu ya gram ya 2026 yapo kwenye ukurasa wa 17 gazeti hili e, Mwanaspoti. Kata kiu ya michezo na burudani yameandikwa huko e. Leo Jumanne Mbea Citi na Dodoma Jiji saa nane kamili mchana pale Sokoine wana kichapa.